ninayekukaribisha katika makala hii ni ustasi la jioni. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Leo tunayo makala nzuri sana kuhusu Marekani katika unabii wa Biblia, ukweli wa Ufunuo kumi na tatu. Biblia kupitia kitabu cha ja Ufunuo inatoa taarifa nzito kuhusu mwelekeo wa ulimwengu katika siku za mwisho. Habari hii haizungumzii watu binafsi, bali mifumo ya mamlaka na mienendo ya mataifa mojawapo ya taarifa hizo inamhusu mnyama wa pili wa ufunuo sura ya 13 ambaye wanazuoni wa Biblia wanamtambua kama taifa la Marekani katika muktadha wa unabii. Andiko la Biblia linasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, na yeye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, na yeye alisema kama joka. Hii tunaisoma katika Ufunuo 13:11. tofauti na mnyama wa kwanza aliyepanda kutoka baharini yaani maeneo yenye watu wengi na falme nyingi, huyu anatokea nchi kavu, ishara ya eneo tulivu lenye watu wachache. Kihistoria, Marekani ilijitokeza ilijitokeza katika eneo ambalo halikuwa limejaa falme za kale za Ulaya, na ilikuwa bila kupitia mapinduzi makubwa ya kifalme. Ripoti za wanazuoni wa Biblia zinaonyesha kuwa pembe mbili humaanisha misingi miwili ya taifa hilo: uhuru wa dini na uhuru wa serikali. Katiba ya Marekani ilitenganisha kanisa na dola, ikilinda dhamiri ya mtu binafsi. Hii inafanana na sura ya mwana kondoo, ishara ya upole na uhuru. Hata hivyo, maandiko yanaonya juu ya mabadiliko ya baadaye. Maandiko yanaendelea kusema kuwa mnyama huyo alinena kama joka. Tunasoma katika Ufunuo 13:11. Joka katika Ufunuo ni Shetani, Ufunuo 12:9, tunasoma kunena kama joka ni kutumia nguvu na kulazimisha dhamiri. Hii inaashiria hatua ambayo taifa litabadilika kutoka kulinda uhuru kwenda kutumia sheria na mamlaka kushinikiza maswala ya kidini. Wakati kanisa na serikali zilipoungana, mateso dhidi ya imani yatatokea. Biblia inasema, naye hutumia uwezo wote wa yule mnyama wa kwanza mbele yake na kuifanya dunia na wakaao ndani yake kumsujudia yule mnyama wa kwanza. Tunasoma haya katika Ufunuo 13:12. Habari hii inaonyesha hatari ya muungano huo kurudi tena kwa sura mpya. Taarifa nyingine ya kinabii inasema kuwa kutakuwepo vizuizi vya kiuchumi, mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa yeye aliye na chapa. Tunasoma katika Ufunuo 13:17. Wananzuoni wanaeleza kuwa chapa hii si teknolojia bali ni ishara ya utii. Mfano ni pale mtu anapolazimishwa kuchagua kati ya kufuata sheria ya Mungu au sheria ya mwanadamu. Sabato kama ishara ya mamlaka ya Mungu imetajwa katika maandiko, ni ishara kati yangu na ninyi, tunasoma kutoka Kutoka 31:13. Biblia inasema, hapo ndipo penye hekima, hesabu yake ni 666, Ufunuo 13:18. Namba hii inaelezwa kama ishara ya ukamilifu wa kibinadamu, siyo kamili, ikisimama kinyume na ukamilifu wa Mungu. Ripoti za wanamatengenezo wa karne nyingi zilizopita zilitambua namba hii kama ishara ya mamlaka inayojitangaza juu ya Mungu. Habari hizi za unabii hazitolewi kwa lengo la kueneza hofu. Lengo ni kuandaa watu wa Mungu. Yesu alisema, nimewaambia haya kabla hayajatokea ili atakapotokea mpate kuamini. Tunasoma hili katika Yohana 14:29. Kama watu wa Mungu tunapaswa kudumisha imani, kusoma Biblia na kushika amri za Mungu. Taarifa ya Ufunuo kuhusu Marekani inaonyesha mabadiliko ya kihistoria na kinabii ya taifa, kutoka uhuru kwenda kulazimisha, kutoka kondoo kwenda joka. Hata hivyo, Biblia inatoa tumaini. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Tunasoma kutoka Ufunuo 14:12. Habari ya mwisho ni wito wa uaminifu, si wa hofu. Wito wa kusimama kwa kweli katika dunia inaobadilika. Uwe mwaminifu hata kufa, mtazamaji. Natumaini unaendelea kuwa na wakati mwema kufuatilia chaneli yetu. Tafadhali, endelea kusubscribe na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili wote wapate kupata habari za ufalme wa Mungu. Mimi ni Ustesela Joni, hata wakati mwingine